Klabu ya Pyramids FC kutoka Misri imeweza kutoa taji la kwanza la CAF Champions League ligi kuu ya mabingwa kwa ushindi wa goli mbili kwa moja dhidi ya Mamelodi Sundowns Masandawana ebana ya Afrika Kusini katika mchezo wa marudiano wa fainali ulioweza kuchezwa usiku wa kuamkia leo Jumapili kwenye uwanja wa Seti June, Air Defence jijini Cairo. E bana Pyramids waliweza kufanikisha ushindi wa magoli matatu kwa mbili kwa upande mzima wa aggregate baada ya sare ya goli moja kwa moja katika mchezo wa kwanza jijini Pretoria. Mabao yaliweza kufungwa na Fiston Kalala Mayele katika dakika ya ishirini na tatu na Ahmed Samy dakika ya hamsini na sita kabla ya Iqraam Rayners kuweza kuifunga Sundowns bao la kufutia machozi dakika ya, ya sabini na tano. Kipa Ahmed Eli Shenawi e bana alibuka shujaa baada ya kuweza kuokoa mchomo hatari kabisa katika dakika za mwishoni kabisa. E bana, usiku huu uliweza kuwafanya e, Pyramids FC kuwa klabu ya nne kutoka Misri kuweza kutoa taji lao e, hilo ambalo limeweza kuwapa heshima, lakini pia historia mpya imeweza kuandikwa wakiungana pamoja na Al Ahly, lakini pia Zamalek pamoja na Ismail pia, e bana, mara tatu mfululizo kwa timu e, kutoka Misri kuweza kutoa ubingwa wa Afrika kwa upande wa Ma Sundowns, Mamelodi Sundowns kutoka Afrika Kusini bana imekuwa ni fainali yao ya pili kuweza kupoteza katika historia yao ya CAF Champion League baada ya kuweza kushindwa mara ya kwanza ambapo ilikuwa ni mwaka elfu mbili na moja dhidi ya Al Ahli. Meneja wa habari wa mawasiliano pamoja na baadhi ya watu ambao ni mashabiki wa Young Africa wao wameweza kumpongeza sana Fisto Kalala Mayele, lakini pia wameweza kuipongeza Pyramids FC kwa kuweza kumdondosha eh, Mamelodi Sundowns kwa sababu ya wao wanaamini kabisa kwamba kunazo hujuma ambazo wao walitendewa mwaka jana katika eh, ligi kuu eh, ya mabingwa Afrika. Sasa kwa kama mdau wa soka kwa kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, tuambie kwenye comment upi mtazamo wako baada ya Pyramids FC kuweza kuibuka mabingwa wa kombe la mabingwa Afrika. Drop comment yako, kunyanjha comment hapo, usiache kusubscribe kulike, we bana, utakuwa umetisha kinoma noma kwa kwakowe, mdau wa soka choo chao.